Katika China ya kale, Mfalme Khan anamwona binti yake, Turandot, akitoka nje kisha anakimbilia chumba cha enzi na kujikwaa kwenye tundu la zulia, jambo linalomfanya alie. Zulia hili linawakilisha bara na tundu ni Malvia, ufalme mdogo wa amani ambao bado hawajaanzisha uhusiano nao. Ili kuziba zulia, Khan anawatuma watu wake Malvia, wakiongozwa na Jenerali Boyan. Katika Malviya familia ya kifalme huvaa bangili tatu za kichawi: moja kwa ajili ya mfalme, moja kwa malkia na moja kwa mwanamfalme. Ni urithi wa familia na hakuna mtu anayepaswa kuvaa zote tatu kwa wakati mmoja, kwa sababu mtu huyo angepata nguvu kubwa, lakini pia angepatwa na laana. Mwanamfalme Kalif anafunzwa upanga na mwalimu Joo, na mtoto huyo anajifunza mtindo wa mapigano wa Kichina haraka sana. Wakati huo amani yao inakatizwa na shambulio kutoka kwa jeshi la Boyan ambao wanarusha mishale michache yenye kuwaka moto kabla ya kuvamia ngome. Askari wa Malvia wanatoka nje na kujitahidi kadri wawezavyo kutetea makazi yao, lakini jeshi la Boyan ni kubwa zaidi na linawashinda kwa urahisi huku wakiua kila mtu anayethubutu kupigana nao. Hatimaye, Boyan na watu wake wanashinda vita na karibu na miili ya kifalme wanapata bangili tatu ambazo wanawapelekea kwa Mfalme Khan kwenye siku ya kuzaliwa ya Turandot. Turandot anafungua mamia ya zawadi na anapata sanduku lenye bangili. Anavaa mbili na kujaribu kushirikiana ya tatu na baba yake, lakini yeye anavaa bangili hiyo kwenye mkono wa Turandot pia. Hili linaumsha mara moja laana huku bangili zikibadilisha umbo na kukaza mkono wake na kumsababishia kilio cha maumivu. Haijalishi anajaribu kwa kiasi gani, Turandot hawezi kuondoa bangili na hivi karibuni anapoteza uwezo wa kuona rangi. Khan anataka kujaribu kutumia kisu kuziondoa na Turandot anauona uso wake kama mifupa anapokaribia, jambo linalomfanya azimie. Baadaye, kuhani mkuu anamjulisha Khan kwamba amejifunza kuwa laana inaweza tu kuondolewa na mchumba ajaye. Wakati Turandot anapofikisha umri wa miaka 15, atatoa vitendawili tatu, na yeyote atakaovitatua ataondoa laana, lakini pia atahatarisha maisha yake mwenyewe. Ikiwa halitatatuliwa kabla hajafikisha miaka 18, moyo wake utageuka kwa barafu na atapoteza akili yake. Wakati huo huo, inafichuliwa kuwa Joe ametoroka na Caliph ambaye amepoteza kumbukumbu zake zote. Baada ya kubadilisha jina la kijana huyo kuwa Blue Eyes ili kumlinda Jo anamleta katika mji wake wa nyumbani ambapo anarudi kuungana na familia yake, na Blue Eyes anakuwa rafiki wa haraka wa binti ya Jo. Miaka mingi baadaye, Blue Eyes akiwa kijana aliyeazimia kujifunza sanaa ya fataki, anamwonyesha binti Lua ambaye amekuwa kama dada kwake, na yeye mara nyingi anamsumbua anapokuwa akifanya mazoezi. Asubuhi moja anacheza utani mbaya kwake ambao unaiharibu fataki yake na kumaliza baruti yake ya mwisho. Kuomba msamaha Liwa, anamchukua Blue Eyes migodini ambapo wanajificha ili kuona jinsi mabwana wanavyotengeneza fataki za kushangaza zinazounda maumbo kama Phoenix. Bahati mbaya wanaonekana na mlinzi, kwa hivyo wanapaswa kuanza kukimbia kupitia mgodi. Kila walinzi wanapojaribu kuwazuia, wanawasukuma na kuruka juu ya samani jitahidi kuwapunguza mwendo. Ghafla walinzi wanakaribia kuwafikia, lakini bwana wa fataki anatupa chelekenji chache kwa walinzi kuruhusu wawili kutoroka kupitia handaki la siri. Katika jumba Jo anamwangalia Turandot ambaye amekuwa kuwa binti mfalme mrembo lakini baridi. Khan anataka Boyan amfunze kwa hiyo Turandot anachagua ila kupigana naye. Kwa sababu ya laana Turandot ana uwezo maalum na anaweza kuonda katika siaga hizi. Kwa hiyo mwanzoni Boyan hawezi kumpiga hata mara moja. Ile baada ya kuvunja kitanda chake cha kufuna na kukumbata kipande cha mbao, anaanza kumshambulia moja kwa moja na anaithibitisha kuwa uwezo wake wa kucheza upanga bado ni dhaifu. Akikereka na ukosoji wake, Turandot anakimbia nje kwa haraka sana na anamsubiri Boyan anayekata shavo lake. Kwa hiyo Boyan anabadilisha mbao kwa upanga wake wa halisi na kwa kuangalia katika kioo kwenye chuma, anafanikiwa kumkamata Turandot akimnyang'anyia kwa urahisi silaha. Wakati huo Blue Eyes na Lua wanatoka katika handaki ambalo linawapeleka katika jumba la kifalme. Akimwona Boyan akimkamata Turandot anakosea hali na kutokea kumtetea binti mfalme kutumia upanga wake. Shukran kwa maelekezo ya mwalimu wake. Blue Eyes anatoa mpangano mzuri sana na Boyan anatambua kuwa ni mtindo wa joo. Wanaume wote wanaendelea kubadilishana mapigo na uzoefu wa Boyan unaotokeza anapomshinda Blue Eyes hatimaye. Lakini anapokaribia kumchoma kisu, Lua anajaribu kumzuia kwa mchoko wake. Boyan ana usukuma kwa urahisi na kushusha upanga wake, lakini Turandot anaingiza mkono wake na upanga unavunjika kwenye bangili. Katika kundi la walinzi linaonekana kuwakamata wavamizi, lakini Turandot anasema wako naye na anatangaza kwamba atawafunza Blue Eyes na Lua kuanzia sasa hivi. Hivi karibuni timu mbili zinaanza kufanya mazoezi kwa panga zao pamoja kila siku. Uhusiano kati yao unakuwa kubwa zaidi. Turandot anevutwana sana na Blue Eyes kwa sababu anaweza kuendana naye bila kujali uwezo wake. Mchana mmoja wanaporuka uka kwenye eneo na jumba la kifalme kufanya mazoezi, Blue Eyes kwa bahati mbaya anagusa bangili na kushtuka kuona milili ya uvamuzi wa nchi yake, jambo linalomfanya zindie. Wakati huo, Boyan anamonana kuhani mkuu ili kumfanya naye kuwa mguvu kubwa sana katika ziwa lidogo. Siri ndani ya pango, kuhani anajaribu kufanya tamko maalum ambalo linaanza kumfinika Boyan na dhahabu, lakini halifanyi kazi na dhahabu inapotea. Boyan anaanza kujiuliza kama yeye mwenyewe anapaswa kumoa kan ili kupata nguvu. Kwa hiyo kuhani anaonyesha kuwa Boyan anaweza kumwoa Turandot badala yake. Baada ya muda mfupi Blue Eyes anamkumbuka Turandot sana kwamba anamtembelia bwana mwezi ambapo ni usiko pekee anaopaswa kukaa mbali. Anapojipenyeza ndani ya chumba chake, anastuka kumpata amefungwa na vipande vingi vya kitambaa anaanza kuvikata akipuuza kitendo chake, msimuache peke yake. Bangili zinajikimia juu ya ngozi yake zaidi kuliko kawaida, na mara baada ya kuwa kimeuta umfu na wale kwake kwa kwa na zinasema, mtu huyo macho yake yanabadilisha na kumsababishia kumuona Blue Eyes kama mifupa. Hivi karibuni laana inachukua udhabiti na Turandot anatana mbika ili kumshambulia Blue Eyes. Anaizungumza naye kwa maneno ya dhati wakati anaizuia silaha ya kwa upanga wake. Maneno yake anamfanya ajitoe katika hali hiyo. Zwa jumba la kifalme na timu mwana kuzaliwa. mwanamfalme Yuthong walampua katika siku kwako kwa bado amefungwa katika jumba la kifalme Blue Eyes hatimaye amemaliza kazi kwa hivyo anafurahia tamasha na Luar na rafiki yake Yuang wanagundua kwamba Yuthong anajambia la kifahari sana kwa hivyo Luar anatumia mjeredi wake kulirusha angani na alinanaswa na Yuang ambaye anakimbia mara moja Yuthong anaanza kumfukuza Yuang kupitia mji na baada ya kuruka sana anafanikiwa kumkamata, lakini Yuang anatupa jambia kwa rafiki mwingine na kumwambia akimbie. Wakati huo huo, mlinzi wa mwanamfalme anapambana na Luar, lakini yeye ni mvivu sana na Luar anazuia kwa urahisi hatua zake zote anaporukaruka na mjeledi wake. Luar kisha anajaribu kutoroka kwa kupanda kwenye muundo dhaifu na mlinzi anaamua kuuangusha. Hata hivyo, Luar anaruka mbali kabla hajajeruhiwa. Wakati huo Yuthong anaonekana akijaribu kumfukuza yule jamaa mwingine, lakini kabla muundo haujampiga Blue Eyes anamwokoa kwa wakati. Baadaye Blue Eyes anafanya Lua larudishe kila kitu alichoiba na anamwonyesha Yuthong tamasha. Pia anampeleka migodini ambapo anatengeleza fataki ya mti mdogo ili kumbariki mwanamfalme. Yuthong kisha anashiriki kwamba amekuja kutatua vitendawili na ndugu yake alikufa akijaribu. Anaweza kujua kwamba Blue Eyes anampenda binti mfalme. Kwa hivyo Yuthong anatangaza kwamba sasa ni ndugu yake aliye apa. Siku inayofuata Yuthong anamtembelea Turandot akijifanya yuko hapa kwa ajili ya vitendawili. Hata hivyo, anatoa jambia na kujaribu kumuua kwa sababu ya ndugu yake. Turandot anasonga haraka na kunasa jambia na polirusha kwake, kisha anaamuru nyuzi zake zimwangushe mlinzi na kumteka nyara Yuthong, akimkumbusha kwamba ndugu yake alikuwa amekubali mkataba. Baadaye wakati wa sherehe ya umma Hanya anatangaza kwamba atamsamehe Yuthong ikiwa anaweza kujibu vitendawili. Blue Eyes anafanya kazi kama mlinzi na anatazama jua likionyesha kwenye bangilia, jambo linalomfanya awe na viashiria vingine vya mauaji vilivyojaa damu, ghasia na mili. Akitaka majibu, Blue Eyes anajitokeza na kumwamba Yuthong amruhusu kujibu vitendawili. Hani anataka kujua kwa nini anafanya hivi, kwa hivyo Blue Eyes anadanganya na kusema kwamba kama ndugu wa upanga wa Yuthong ni jukumu lake. Wakati umati unapoimba msaada wao, Hani anakubali kumpa nafasi Blue Eyes, na kuhani mkuu anaanza sherehe akielezea kwamba fataki zitalipuka ikiwa Blue Eyes anatoa jibu sahihi; ikiwa anashindwa atanyongwa. Turandot anakuja karibu na Blue Eyes, anakiri kwamba anafanya hivi kumwokoa, lakini anajibu tu na kitendawili ambacho bangilia inanong'ona akilini mwake: ni nini kinachozaliwa gizani na kufa alfajili? Blue Eyes anazingatia kutafuta jibu na anaono la mama yake akimwongoza ya kupitia ngome. Kisha linabadilika kuwa siku ya mauaji, wakati ambapo mfalme anaonekana amejeruhiwa vibaya. Walinzi hawawezi kuwazuia wavamizi, kwa hivyo malkia anachukua bangilia zote na kuzilazimisha kwenye mkono wa mumewe akisema hakuna chaguo lingine. Wakati mfalme anapochukua nguvu mpya, malkia anajaribu kupigana, lakini anasukumwa mbali Wakati huo laana hatimaye inachukua udhibiti wa mfalme na ananyakua upanga kupigana, wakionyesha nguvu kubwa, akianza kuwapiga chini adui kwa urahisi, akinguruma na kupigana na wanaume wengi kana kwamba si kitu. Katika muda wa sasa, kuhani mkuu anatangaza kwamba muda wa Blue Eyes umeisha na kwamba hana jibu, anaondolewa kwenda kunyongwa. Anapopewa kuelekea kifo chake, Blue Eyes anapata ono nyingine na anamwona mama yake akimwambia kwamba anamwacha na Joel kwa sababu yeye ndio tumaini la ufalme. Akiona kama ni ishara anapiga kelele kwamba jibu ni tumaini, na kusababisha moja ya bangilia kuvunjika. Hata hivyo, Turandot hayuko jalipwa la mfalme na hakuna mtu anaona hili. Kwa hivyo kabla Blue Eyes auawe, Joy anaruka njini kumwokoa. Baada ya kuangusha walinzi wachache, anatupa mkusa na kuokoa mwili wa Blue Eyes unaoanguka kabla hajatua kwenye maji yanayochemka. Wakati huo fataki zinaanza kulipuka angani kuthibitisha jibu lake ni sahihi. Baadaye, Boyan na naiba kipande cha bangilia iliyovunjika na anawaamburu watu wake wasiruhusu fataki zilipuke, hata ikiwa Blue Eyes anapata jibu lingine sahihi. Siku yafuatayo, mvua inanyesha. Turandot anashiriki kitandawili cha pili: wanawake ni wazuri kwa ajili yake, wanaume hawana utulivu kwa ajili yake, yetu hufa pamoja, ikiwa inageuka kuwa barafu ya usiovunjika. Blue Eyes anazingatia na anaono la baba yake akimwona kila mtu kama mifupa kitu ambacho kinamsababishia kupoteza udhibiti hadi kwamba anawaua watu wake mwenyewe. Joya anamchukua Kalifu mdogo na mwalikia na ruka njini kuwalinda, lakini anaisha kuuawa na mfalme. Mara nyingine muda unaisha na Blue Eyes hanajibu, anafungwa kwenye ngozo na adhabu yake ni michango elfu moja kwa hivyo. Wakati mtazamaji anapoanza kumuumiza, maumivu yanamfanya Blue Eyes apate ono nyingine. Kifo cha malkia kinamfanya mfalme ajiteto katuni na kwa lifanyiko la huzuni na hatia kinamsababishia kuvunja upanga wake na kujiua. Katika muda wa sasa Blue Eyes anatangaza kwamba jibu ni damu, na bangilia nyingine inavunjika kwa haraka. Kwenye jalipo la mfalme, watumishi wanajaribu kurusha fataki kwa mshale, lakini mvua inasababisha ianguke kwenye dimbwi. Mbaya zaidi, watu wa Boyan wanajitokeza kuwazuia kujaribu tena. Huku mapigano yakitokea kwenye jumba la kifalme, inatangazwa kwenye sherehe kwamba Blue Eyes atanyongwa. Joe ghafla anapiga kelele kwamba mvua inaweza kuwa inakatiza fataki. Kwa hivyo Boyan anaamua kupigana naye huko akifichua wao ni ndogo. Yuthong, mlinzi wake Luer, na marafiki zake wanaendelea kupigana na walinzi ili Joe aweze kumkabili Boyan, akitumia mbinu maalum za upanga wake kupata mkono wa juu. Luer anajaribu kumfikia Blue Eyes, lakini kuna walinzi wengi sana na anasukumwa kutoka kwenye jukwaa. Joe anampuuza Boyan na anaamua kujiunga na mapigano dhidi ya askari ili kumwokoa Blue Eyes. Hata hivyo, Lure anatekwa nyara na kila mtu analazimika kusimama kwenye jumba la kifalme. Turandot anatumia uchawi wake kuwaua askari wote, akaokoa watumishi haraka kabla ya kupata mshale. Wakati huo, Blue Eyes anamshutumu Boyan, ambaye anarusha upanga wake kulipiza kisasi, lakini upanga unasimamishwa na uchawi. Turandot anaruka chini kwenye jukwaa na kutangaza Blue Eyes alitoa jibu sahihi, kwa hivyo anaachiliwa. Usiku huo Blue Eyes anamwambia Joe kwamba hatimaye anakumbuka kila kitu, kwa hivyo anakubali kuondoka kwenye ufalme ulioua watu wake. Siku inayofuata Blue Eyes na Lure tayari wako juu ya farasi wao, lakini Joe amechelewa. Ghafla wanazingirwa na watu wa Boyan ambao wanaanza kuwafukuza kupitia uwanja wazi. Hatimaye Blue Eyes anaamua kupigana, lakini mara tu vita inapoanza, watu wa Boyano wanasimamishwa na Turandot, ambaye anawanyang'anya silaha askari wote na kuwatisha waondoke. Kisha Blue Eyes anajaribu kutoroka tu but turned out blocks his way and causes him to fall. Watumishi wake wanamteka lure na kumzunguka Blue Eyes na farasi wao, akimpiga mara chache ili kufanya hoja yao, wakati Turandot anapodai maelezo Blue Eyes anakiri anajuta kukubali mkataba wa kitendawili na anampa changamoto ya kupigana. Katika hatua chache tu, Turandot anamshinda Blue Eyes na anaanza kusoma kitendawili cha mwisho: inaweza kukupa uhuru just as he can enslave you, you you light the ice and you get more coldness in return. Blue Eyes anapochukua fursa ya kutoroka kutoka kwa mtego wake, Turandot anaomba msaada, lakini anakataa kufanya hivyo na anasonga mbele na kusababisha upanga wake kumchoma kifua. Blue Eyes ananong'ona jina lake kabla ya kuzimia, na ghafla mkono wa Turandot unaanza kuuma. Inageuka kuwa jina lake ndilo jibu, na bangili inavunjika na kumsababishia kuzimia pia. Wakati watumishi wanapokimbilia kumsaidia, Turandot anaamka na ngozi yake inapoteza rangi yake. Rangi hatimaye inarudi kwenye macho yake, ikimruhusu kuona uzuri wa asili. Muda mfupi baadaye Daktari wa kifalme anamhudumia Blue Eyes na anamwelezea Khan kwamba kijana alinusuru kwa sababu viungo vyake viko upande mwingine. Turandot anakuja kumtembelea na anatangaza siku inayofuata kuwa harusi yao, lakini Blue Eyes anamwambia ajifunze yeye ni nani kwanza, la sivyo hatamwoa, huku Khan akituma watu wake kugundua utambulisho wa Blue Eyes. Boyan ana kipande cha kila bangili na anampa kuhani mkuu ambaye anavitupa kwenye ziwa dogo ili kuanza tambiko. Boyan anaingia ndani ya maji na uchawimliza unachukua udhibiti wa mwili wake, ukimjaza nguvu kubwa. Mara tu tambiko linapokwisha, Boyan anajaribu matokeo na upanga wake, lakini majeraha yake yote hupona mara moja, kisha anamchoma kisu kuhani mkuu kwa kujua mengi sana. Jioni Blue Eyes anakunywa pombe kwenye mgahawa kwa sababu anachukia ukweli kwamba anampenda binti ya adui. Akisikia hili Luwe anakimbilia kumwambia Turandot ukweli. wakati huo Boyan anamtembelea Joe kumuuliza kuhusu Blue Eyes. Joe hakatai kuzungumza na mapigano yanatokea, lakini haijalishi Joe anampiga mara ngapi, majeraha yake ya Boyan hupona kila wakati. Joe alitoroka kupitia dirishani. Wakati huo, kuhani mkuu anafika migoni ili kuomba msaada. Muda mfupi baadaye, Blue Eyes anajaribu kuingia nyumbani kwake, lakini anakamatwa na Boyan na watu wake. Wanapokaribia kumchukua, askari wa ajabu wanaingia na kuua baadhi ya watu wa Boyan kabla kiongozi hajarusha mshale kwake. Boyan ananasa mshale huo kwa mkono wake na anatishia kumuua Blue Eyes akijua mpiga mshale ni Turandot. Kisha anafichua alipata koti lenye insignia ya familia ya kifalme ya Malvia, which means Blue Eyes is the enemy. Turandot ajali na anajitolea kukubali masharti yoyote ili kumwokoa Blue Eyes. Kwa hivyo, Boyan anamwomba mwoe. Asubuhi inayofuata, Blue Eyes anapelekwa kwa Khan ambaye anaamua kumwachilia hata kama ni adui kama shukrani kwa kumwokoa binti yake. Blue Eyes bado anataka kulipiza kisasi na wakati Boyan anajaribu kumfunga mdomo, anakatizwa na Turandot anayemleta kuhani mkuu na ukweli. Siku ambayo jeshi la Boyan lilitembelea Malviya, amri zilikuwa za kuanzisha tu uhusiano wa amani. Hata hivyo, Boyan alifikirikana alikuwa amepoa na kwamba wanapaswa kushinda ardhi zaidi, jambo ambalo askari wake walikubaliana nalo. Kisha alimuua mjumbe na kufanya ionekane Malviya ilifanya hivyo ili kuanzisha vita. Rudi kwenye wakati wa sasa, Boyan anathibitisha hadithi ni kweli na anatumia kipande cha silaha kumuua kuhani kabla ya kuwaita askari wake ambao wanavamia mara moja jumba la kifalme na kuwaua watumishi. Kisha Boyan anafichua alileta fataki chini ya kujificha kwa zawadi ya harusi. Wanarusha mishale michache yenye kuwaka moto ili kuwafanya walipuke. Hata hivyo bwana wa fataki alikuwa amekisia nia zake, na fataki zinaunda joka kubwa linaloshambulia jeshi la Boyan, likilishinda kwa sekunde chache. Kuona askari wake wakianguka kunamfanya Boyan awe na hasira, na anapigana na walinzi wachache wa kifalme akiwaua wote haraka. Kisha anampa changamoto Khan kwa ajili ya kiti cha enzi, na mfalme anakubali akifikiri anaweza kumshinda kwa kutumia upanga uliotengenezwa kutoka kwa kimondo. Hata hivyo anapoanza kumpiga Boyan, Khan anashtuka kuona upanga ukivunjika polepole pole. Boyan mwenye kiburi anamsukuma mbali na wengine wanawashambulia wakiwafuata askari waliobaki pia. Vita kali inachukua chumba cha enzi wakati watu wanaonyesha ustadi wao wote na aina mbalimbali mbali za silaha kama mjeledi wa lua na nguvu ya mlinzi wa Yuthong. Blue Eyes na Joe wanapigana na Boyan pamoja lakini silaha zao hazina faida. Wanafanikiwa kumpiga Boyan against the table only for him to grab a knife and throw it at Joe's chest. Akiwa na hasira, Blue Eyes anajaribu kupigana Boyan yet he is overpowered again. Turandot anajaribu kumwokoa na Boyan anamlipiza kisasi kwa kumnyonga but he lets go of her when he sees Joe standing up to kill him, so Lua grabs his arm with her whip, only to be thrown away. Kisha Blue Eyes anatupa sanduku kwenye kichwa cha Boyan kabla Turandot hajamvuta nje ya jumba la kifalme. Boyan wanawafuata mara moja wakiwapa Yuthong na wengine nafasi ya kuwashinda askari wa mwisho wa jeshi lake na kushinda vita kwa kutumia handaki la siri. Blue Eyes na Turandot wanawasili migoni na kurusha fataki kwa Boyan, lakini hakuna kinachoweza kumuumiza. Anaanza kuharibu mahali hapo na Blue Eyes anamsukuma Turandot ndani kabla hajajeruhiwa. Kisha anawasha fataki kubwa zaidi ambazo zinaharibu silaha za Boyan na kuunguza ngozi yake. Yet he always recovers. Hatimaye fataki zinaangusha sanamu ilinaoangukia Boyan, ikimwangusha kwa utata, fikiri imekwisha. Vijana wanakaribia kumkisu lakini, ghafla Boyan anatuka kwenye vifushi Blue Eyes anakimbilia kumshambulia na Boyan anavunja upanga wake, akimsukuma nyuma. Kisha Turandot anajaribu kumshambulia, na Boyan anapompiga anatemea damu kwenye bega lake, na anagundua inamuumiza ngozi yake. Anaporuka nyuma anatupa upanga uliofunikwa na damu kwa Blue Eyes, ambaye anaukamata anapoteleza kumchoma Boyan, shukran kwa damu huu. Mara nyingi upanga unapita na kumshtua Boyan who immediately burns down Baadaye, Blue Eyes anakimbilia kwa Turandot ambaye hatimaye anamwita Kalif na kumwambia pa kupata siri ya fataki kabla hajafa mikononi mwake. Siku inayofuata Kalif anaanza safari kurudi Malvia. Anasimama katika miji mbalimbali mbali njiani na kila mara anawasha fataki kubwa nzuri kubariki wenyeji. Anaporudi nyumbani hatimaye kujenga upya ulimwengu wake, Kalif anakuwa mfalme na anashereheka na fataki zaidi. Kwa upande wake anamuana mwana zimu ya Turandot ambaye anawasha bomba la fataki kabla ya kutoweka.